Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema Taifa, anayekabiliwa na kesi ya uhaini inayoendelea masijara ndogo ya Dar es Salaam, amewaeleza majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na jaji Dastan Nduguro mambo kadhaa anayoona hatendewe haki akiwa gerezani. Katika maelezo yake, Lissu amelalamika haki yake ya kuzungumza na mawakili wake bila kusikilizwa na maafisa wa magereza akidai kuwa kwa sasa mawakili wake wakifika gerezani wanapelekwa kwenye chumba cha mkuu wa usalama wa magereza, na kwamba wakiwa huko mazungumzo yao yote yanasikilizwa na mkuu huyo wa usalama, mkuu wa magereza na maafisa wengine wasiopungua watatu. Amesema kwa mujibu wa kanuni kumi na tatu za kanuni za uendeshaji wa magereza tangazo la serikali namba sitini, la mwaka 1987, wafungwa au mahabusu wana haki ya kufanya mawasiliano na mawakili au mashauri wao wa kisheria au mtu yeyote ambaye anaona anafaa kumwakilisha mfungwa huyo bila kusikilizwa, isipokuwa ni kwamba maafisa wa magereza wanaweza kumuona au kuwaona lakini hawaruhusiwi kuwasikiliza. Amesema jambo hilo si jipya tangu kuanza kwa kesi hiyo, kwani lilianza tangu awali kesi hiyo ikiwa kwenye mahakama ya ukabidhi, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Lakini alipoeleza mahakama wakati huo, jambo hilo lilishughulikiwa na halikuwepo tena hadi aliporejea tena Novemba 12, 2025, mara baada ya kesi hiyo kuahirishwa na mahakama kuu. Amesema hadi kufikia leo ni takribani siku themanini na nane sasa tangu kesi hiyo iahirishwe kwa mara ya mwisho mahakamani hapo, na kwamba muda wote huo hajapata fursa ya kuwasiliana na wanasheria wake, jambo ambalo ni kinyume kabisa cha sheria. Tundulisu ametoa wito kwa majaji kuona hatua za kuchukua ili kushughulikia jambo hilo. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.